Uhum. Mimi nikaona kuna mtu alikuja, mwanadada fulani, hiyo miaka Okay. Nikiwa bado hivyo mdogo tu, venye nakwambia sasa, venye nilifika mimi, niliona asubuhi nikiamshwa mapema. Na nyanya yako sasa, sasa na nyanya yangu naule mwenye kukuja juu alikuja kama leo uh-huh. Nikaona wananiamsha mapema wananipeleka kuoga. Eh, sasa nikashindwa tunaenda wapi. Wameniamsha mapema, eh, mapema wakaniambia amka uoge na uh-huh. Nikaona ninaogeshwa vizuri, nikaogeshwa vizuri na saa hizo nikiogeshwa, niliona mwenye kukuja alikuja na msichana Okay. ni msichana mdogo tu hivi yaani kama sasa mimi ni mkubwa kidogo lakini yeye tena ni mdogo kidogo, msichana. Nikaona yes. Sasa wananiogesha asubuhi uh -huh. navaishwa nguo asubuhi, ninaambiwa sasa tunatoka tunaenda Okay. Sasa nikashinda tunaenda wapi? Okay. kumbe sasa tulikuwa tunaondoka mwenye kukuja huyo uh -huh. sasa ndio mama yangu na akaanza okay, kuniambia kwamba unajua mimi ni mtoto, wewe ni mtoto wangu. uh -huh. Sasa mimi nikashindwa kwani mimi ni mtoto wako upande gani? Sasa uko miaka mingapi? Sasa niko na miaka kama ni sita hapo sasa. okay. Sasa nikashindwa mimi ni mtoto wake aje sasa nikaanza kushindwa kunaenda. Nikalia sana kwa sababu si mimi uh -huh. Nika Nika ni mtoto, nikalia sana sana sana, nikashindwa hapa ni nini inaendelea. So mimi nilienda na yeye tu.